Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Ijumaa, juma la sita, kipindi cha Pasaka mwaka chee wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 18, aya tisa, hadi aya ya 18, na somo la injili linatoka katika injili ya Yohane sura 16 aya ya 20 hadi aya ya 23. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Amin, amin, nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi." Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa sasa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye tena. Siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin, nawaambia mkimwomba baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa wasikilizaji, leo siku ya Ijumaa. Injili ya siku hii inatuletea ujumbe unaosema matumaini ya kesho yetu iliyo bora, matumaini ya kesho yetu iliyo bora. Somo letu la Injili ya leo kutoka mwinjili Yohane, sura ya 16 aya 20 aya hadi 23, inatukumbusha na kutufundisha kuwa wavumilivu, kuwa na matumaini kila siku katika maisha yetu, kwa sababu mambo mifumo ya maisha ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kila siku kama wanadamu. Mhubiri anatufundisha kwamba kila kitu ama jambo lina wakati wake, Mhubiri sura ya tatu, aya ya kwanza hadi aya ya tisa. Na aya ya nane imeandika, Kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Wapendwa, Hivyo ndivyo ilivyo na itabaki kuwa hivyo hivyo katika maisha yetu ya kila siku, katika ulimwengu huu au katika dunia hii. Wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo leo anatufundisha jambo hilo hilo katika upana na mantiki ya pekee zaidi kwa wale wote wanaotumaini uzima wa milele yaani maisha ya muunganiko na Mungu, baada ya maisha ya hapa duniani, ambapo maisha ya hapo baadaye, yaani uzima wa milele hakutokuwa na chuki tena miongoni mwa watu kama ilivyokuwa maisha ya hapa duniani. Maisha ya uzima milele hakuna vita kama ilivyo katika maisha ya hapa duniani, hakutokuwa tena na manyanyaso hakutokuwa tena na huzuni na majonzi, hakutokuwa tena na kukata tamaa, masimango hayatakuwepo, hakuna kufa tena, kwa sababu tayari tutakuwa viumbe vipya katika mwili wa utukufu. Somo tulilokwisha lisikia kutoka mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 20 hadi aya ya 23 ni muendelezo wa aya zinazoelezea za mwanzoni kabisa juu ya ujio wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, lakini pia ni mfariji katika kipindi ambacho Kristo mwana wa Mungu hayupo pamoja nasi katika maisha ya dunia. Kipindi hichi ambacho Roho Mtakatifu ambaye Bwana wetu Yesu Kristo anatuahidia kwamba atakuja, katika Injili ya Yohane sura ya 16 aya kwanza hadi aya 12 ni kipindi ambacho huyo Roho tutaishi naye, Yesu akiwa hayupo maana yake amekwisha paa kwa Baba. Ndicho kipindi ambacho tuna uishi ukristo wetu, kipindi tunachotangaza na kumdhihirisha Kristo kwa watu wengine. Katika kipindi hiki ndicho Kristo anatuambia katika Yohane sura ya 16, aya ya 20: mtalia na kuomboleza, lakini dunia itafurahi. Mtaumia, lakini maumivu yenu yatageuka kuwa furaha. Wapendwa wasikilizaji, kwa nini bwana wetu Yesu Kristo anatuambia dunia itafurahi kipindi yeye hayupo? Kuishi Ukristo ni ushuhuda wa hali ya juu mno unaohitaji majitoleo ya mwili na roho, ambapo maisha ya fadhila yaliyo juu na kinyume zaidi na matamanio na mwelekeo wa mitazamo ya kidunia ni ambapo maisha haya ya Kikristo hutufanya kuwa maadui wa maisha ya kidunia na mitazamo ya kidunia. Katika kipindi hichi ambacho Kristo anatuambia tutakuwa na huzuni, tutaumia. Lakini maumivu yetu na huzuni zetu zitageuka kuwa furaha pale atakapokuja. Maisha ya fadhila ya Kikristo katika kipindi hichi ambacho Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu, ndiye mfariji wetu. Mara nyingi fadhila hizi za Kikristo zinatuonyesha kuwa kinyume sana na siasa zisizo njema, huenda kinyume sana na mifumo ya kiuchumi inayoendesha dunia yetu ya leo. Mara nyingi watu hawa wanaoishi fadhila za Kikristo huonekana kuwa kinyume na maisha ya kawaida na ya kila siku ya kijamii, ya kitamaduni, na hasa katika kipindi hiki cha maendeleo ya kasi sana ya ukuaji wa sayansi na teknolojia, kiasi haya yote yaliyo mema na mazuri mbele ya Mungu yanakuwa mabaya kwa watu, mfumo wa maisha inayoendesha dunia yetu kunakopelekea mateso, kuuawa, kutengwa kwa watu waishio Ukristo wao vema. Wapendo wa Kristo, haya ndiyo Kristo anatuambia ni maumivu haya ndiyo Kristo anatuambia ni mateso haya ndiyo mateso tunayoyapata kipindi fulani ambacho Kristo hayupo navyo, lakini tunaye Roho Mtakatifu, tutakuwa na Roho Mtakatifu. Inakuwa kinyume na furaha za kidunia, tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 21. Haya ni maisha ya ufuasi kwa Mkristo yoyote, ni maisha ya ufuasi haya, hatunabudi kuyafuata na hayanabudi kuwepo kama ushuhuda wa maisha yetu ya Ukristo. Kristo anatupatia matumaini namna na ya kushinda na kufurahia ushindi wetu baada ya maisha ya hapa duniani, tunaporejea Injili ya Yohana tuliokwishaisikia, sura 16 aya ya 23. Wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha yetu na kipindi hichi tunachoelekea kumpokea Roho Mtakatifu kama Wakristo na wanadamu, tumshukuru Mungu kwa msaada wa neema yake katika maisha yetu ya kila siku lakini pia tuombee wale wote wanaojitahidi kuishi fadhila za Kikristo siku zote za maisha yao, lakini bila kusahau jambo la msingi kabisa, tuombee ustawi wa familia zetu, tuombee ustawi wa taifa letu la Tanzania, kutambua wajibu wake katika ustawi wa watu wote. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Carlos Joshua na Chihangu wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!